Hujambo msikilizaji na karibu katika taarifa ya habari ya VOTFM Stereo. Wakati huu ni pamoja na Baraza la Maaskofu Tanzania Tanzania TEC limekemea vurugu zilizotokea Oktoba 29, huku likitoa wito kwa uchunguzi huru utakaoshirikisha wadau mbalimbali wa kidemokrasia ufanyike. Jeshi la polisi mkoani Geita linamshikilia Wema Haibi mwenye umri wa miaka thelathini na nane, dalali wa mahakama kwa tuhuma za wizi wa kuaminiwa baada ya kuuza nyumba aliyokabidhiwa na mahakama kisha kuiba fedha shilingi milioni ishirini na mbili. Aliyekuwa kiongozi wa waasi wa Kongo Roga Lumbala amekataa kula ili kupinga kesi dhidi yake iliyoanza wiki hii na katika michezo, meneja habari na mawasiliano wa Yanga Sports Klabu, Al Shabani Kamwe, amesema kuanzishwa kwa shule ya mpira wa miguu kwa watoto klabuni hapo ni kukuza vipaji vya soka nchini. na msomaji ni Diana Masae. Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania teki, limekemea vurugu zilizotokea Oktoba ishirini na tisa huku likitoa wito wa uchunguzi huru utakaoshirikisha wadau mbalimbali wakiwemo wa kidemokrasia ufanyike. TEKI imetaka watu wote waliokamatwa kabla, wakati wa uchaguzi, na baada ya uchaguzi kuachiwa huru. Sambamba na hilo, baraza hilo limekumbusha kuanza kwa mchakato wa katiba mpya. Na akisoma tafakuri ya pamoja ya maaskofu wa kanisa hilo kufuatia tafakari ya sala walizofanya kwa siku nne kuanzia Novemba kumi na moja hadi kumi na nne rais wa baraza hilo Askofu Wolfgang Pisa amesema kanisa linakemea yaliyotokea. watatu uchunguzi. Jambo hili limesababisha maafa, tunashauri ufanyike uchunguzi utakaowashirikisha utaka wadau wa ndani na nje tunawapendekeza watoke kwenye tume huru isiyofungamana na upande wowote, kama jumuiya na taasisi za kimataifa, taasisi za dini, asasi za kiraia na wataalamu wa haki na mambo ya kidemokrasia, na serikali yetu iwe tayari kupokea na kufanyia kazi ripoti watakayotoa hii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 ila kabla wakati wa uchaguzi, hata baada, na kuwekwa mahabusu au pasipojulikana waachiwe huru na bila ya masharti yoyote. Kwa mujibu wa askofu Pisa, maandamano hayo yalisababisha vurugu yalizozaa mauaji, watu kujeruhiwa, uharibifu na upotevu wa mali binafsi za umma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 katika misingi ya utawala wa sheria, kusikiliza wananchi sote. Ni vizuri kuwasikiliza na kujali matashi mazuri ya wananchi. Watu wasiposikilizwa watazungumza kwa namna wanayojua wao. Namba nane na mwisho, sala. Tunatoa mwaliko kwa wananchi wote, kwa taifa la kusali na kuyaweka yote mikononi mwa Mungu. Endelee kusali ili kuiombea haki, ukweli, amani na uponyaji, ili nchi yetu iendelee kuwa katika, tubaki kuwa wamoja, waliofiwa wapate tulizo wapone na kurudi katika maisha ya kawaida na kwa ndugu zao. Nasi tuombe ili kujenga umoja wa kitaifa, kama Yesu anavyotukumbusha, ili wawe ni wa umoja kama sisi tulivyo wamoja, Yohana sura ya 17 mstari wa 22. Mwenyekiti wa Jumuiya ya Wazazi Taifa CCM Fadhili Maganya amesema kilichotokea Oktoba ishirini na tisa wakati wa uchaguzi kwa baadhi ya vijana kufanya vurugu katika maeneo mbalimbali ya nchi hakikuwa ikutokea nchini, hivyo Rais Samia kutoa msamaha kwa baadhi ya vijana waliofanya vurugu hizo kwa kufuata mkumbo sio uoga kama baadhi ya watu wanavyodhani. Akizungumza leo hii jijini Dodoma, amesema alichofanya rais ni kutibu maumivu kwa kutoa msamaha kwa baadhi ya vijana walioshiriki vurugu hizo, pasipo kufahamu wanachokitenda. Hili lilotokea kwetu sisi wa Tanzania, mimi na niye, halikuwepo, halikuwahi kutokea. Kwa hiyo linapotokea jambo kama hili, kama kiongozi, with leadership maturity, lazima ufike pahala utibu uh, maumivu hayo ametoa kwa nia njema. Mheshimiwa Rais angeweza kufanya vyovyote vile anavyoweza. Machafuko haya yamewahi kutokea nchi mbalimbali mbali. Political unrest nchi mbalimbali mbali, na hawakuwahi kuchukua hatua kama alizozichukua Mheshimiwa Rais. Kwa kutoa msamaha, kuangalia uzito wa makosa ambayo wale wahusika wameyafanya. Kwa hiyo niendelee tu kusisitiza kwamba hii ni nia njema ya kulileta taifa pamoja, na wala si uoge kwa mshangao. Na sisi wa Tanzania, mkiwemo na nini, kwa mshangao mkubwa yalitokea ambayo hatukuyatarajia, zilitokea vurugu siku ile ya uchaguzi vurugu zilizosababisha uh, uvunjifu wa amani, na zikaenda mbele zikasababisha vifo kwa Watanzania na hasa vijana waliojitokeza kwenye vurugu zile, lakini zilisababisha uharibifu wa mali za umma na mali binafsi za watanzania wenzetu. Maganya amesema kuwa lengo kuu la hatua hiyo ni kuifanya Tanzania kusonga mbele kama taifa moja lenye umoja, mshikamano na heshima baada ya kipindi cha uchaguzi. Aidha, ametoa wito kwa wazazi, viongozi na jamii kwa ujumla kuendelea kuongoza vijana kutambua thamani ya amani na kuachana na vitendo vinavyoweza kuhatarisha usalama wa nchi. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vilichukua hatua katika kudhibiti jambo hili, na katika kudhibiti huko kulisababisha watu kukamatwa na wakafikishwa mbele za vyombo vyetu vya sheria na wengine, yani, wakafikishwa mahakamani katika sehemu mbalimbali hapa nchini. Kufuatia hilo, sisi sote tumemsikia Mheshimiwa Rais kiongozi kama mzazi, kama mlezi, kama mfariji mkuu, miongoni mwa sifa mbalimbali mbali alizonazo kama rais wa nchi yetu, ametoa wito kwa vyombo vya ulinzi na usalama vihakikishe kwamba vinachuja kulingana na uzito wa kosa ambalo watuhumiwa wame wameshiriki hadi kukamatwa na waachiwe huru. Imeelezwa kuwa ukatili wa mitandaoni kwa watoto wa kike umeendelea kuwa changamoto kubwa katika jamii, huku ikibainika kwamba matukio hayo yameendelea kupungua kutokana na kuongezeka kwa uelewa katika jamii. Hayo yameelezwa na mratibu wa dawati la kijinsia kutoka chuo kikuu kishiriki cha elimu Duce, Dr. Ekupa Moses wakati wa maadhimisho ya siku ya mtoto wa kike kitaifa, lengo likiwa ni kuendelea kutoa elimu ya kujilinda, kuepuka na kuripoti matukio ya kiukatili wa kijinsia, hususan kwa watoto wa kike aina kubwa ya ukatili ambayo naweza nikasema ziko mbili, kuna ukatili wa mitandaoni kitaka kuangalia ukatili wa mitandaoni ndio ambao umekuwa ukiwaponza sana watoto wa kike kabla ya elimu. Kwa hiyo unakuta katika huo ukatili walikuwa wanajikuta kwamba uh, mara nyingi hata ukiangalia picha za utupu zinazorushwa ni za wasichana au wanawake, wavulana ni mara chache sana. Kwa hiyo kitu kimekuwa kikiwaponza sana, wakiwafanyia ukatili wa namna hiyo. Lakini ukatili mwingine ambao uh, wana, watoto wa kike wanaupata wana, wana ni ukatili wa, wa kingono tu kwa ujumla. Najua huu ni mpana sana kwa sababu unyanyasaji wa kijinsia ni mpana kwa hiyo unakuta katika ukatili huo, unakuta kuna watu ambao wanabakwa, kuna watu ambao wanatukanwa, wanasema maneno machafu ama majina yasiyo ya kwake ambayo ni ya kumdhalilisha. Kuna mtu ambaye anaingizwa tu kwenye mahusiano ambayo yeye mwenyewe hakuwa ameyatarajia. Kwa hiyo hizi ndio vitu ambavyo vinakumba sana watoto wa kike. Wakati mwingine anajikuta ameingia kwenye uhusiano ambao hakupanga, alafu kutoka kwenye uhusiano imeshakuwa ni kesi, imeshakuwa ni shida kwao, unakuta wanafanyiwa ukatili kwa sababu ya ya haya. Kwa upande wake Iman Kusaga ambaye ni, ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Human and Youth Tanzania ameeleza kuwa bado jitihada zinahitajika katika kutoa elimu katika jamii ili kuwawezesha kutambua matukio ya ukatili. Kwenye tathmini yetu kulingana na jinsi ambavyo tulikuwa tunaimplement mradi, tumeona kulikuwa na gap kidogo la elimu. Watoto wengi hawakuwa na elimu ya kutosha, kwa hiyo hata ulikuwa unawaelezea vitu vingine, hiki ni ukatili, hawaelewi kwamba hicho ni ukatili kwao. Kwa hiyo ni vitu ambavyo wamekuwa wakiviona katika jamii zao, lakini na vitu vingine ambavyo tumeviona. Kwa hiyo tukaona kuna umuhimu sana kuendelea kuongezea nguvu katika kuhakikisha kwamba tunaungana na serikali katika shule salama, kuhakikisha kwamba kila mtoto anakuwa katika mazingira salama kabisa. Kwa hiyo tumeenda kuongezea nguvu katika kwa kisha. Mkuu wa wilaya ya Chato Lois Bura ametoa rai kwa wananchi wa wilaya hiyo hasa wavuvi kusajili boti zao ili ziweze kukaguliwa na kupewa vibali vya kufanya shughuli za uvuvi, ambapo hatua hiyo inalenga kuzuia ajali na vifo vinavyoweza kuepukika. Wilaya ya Chato ina takribani wavuvi elfu tatu mia mbili arobaini na tisa waliosajiliwa na halmashauri ya wilaya ambapo kwa mwaka wa fedha elfu mbili na ishirini na nne elfu mbili na ishirini na tano imekusanya zaidi ya shilingi milioni mia tatu hamsini na moja kutoka katika mapato ya sekta ya uvuvi. Bura amesema serikali kwa kushirikiana na shirika la uwakala wa meli Tanzania Tasaki itaendelea kutoa elimu kwa wavuvi ili kuhakikisha shughuli za uvuvi zinafanyika kwa usalama. Na kwa upande wake, afisa mfawidhi wa Tasaki mkoa wa Geita Godfrey Chegere ameeleza kuwa matukio ya ajali kwa wavuvi yamepungua na mengine kutoweka kabisa kutokana na juhudi za ushirikiano kati ya vikundi vya usimamizi wa rasilimali za uvuvi BMU, halmashauri ya wilaya ya Chato na Tasaki. Aidha, afisa uvuvi wa halmashauri ya wilaya hiyo, Avodia Silvesta, amesema halmashauri imeendelea kuwaungisha wavuvi na mitandao ya kijamii inayotoa taarifa na utabiri wa hali ya hewa kwa wakati muafaka. Jeshi la polisi mkoa wa Geita linamshikilia Wema Haibe mwenye umri wa miaka thelathini na nane dalali wa mahakama tuhuma za wizi wa kuaminiwa baada ya kuuza nyumba aliyokabidhiwa na mahakama kisha kuiba fedha shilingi milioni ishirini na mbili mtuhumiwa akiwa mwenye dhamana ya utekelezaji wa amri ya mahakama ya mwanzo wilayani geita kituo cha nyankumbu iliyotolewa kufuatia shauri la talaka namba sitini na tano elfu mbili na ishirini na nne alielekezwa kuuza kwa mnada nyumba ya wanandoa Joseph Kalinda na Ndirima Kasisi iliyopo maeneo ya Fadhili Bucha kata ya Buhala yaya wilaya ya Geita na kutakiwa kuweka fedha kwenye akaunti ya mahakama ambalo ni tamko la kisheria. Hata hivyo, mnamo Aprili nne elfu mbili na ishirini na tano mtuhumiwa aliuza nyumba hiyo kwa tatizo Balanzila mwenye umri wa miaka hamsini na sita kwa kiasi cha shilingi milioni ishirini na mbili, kinyume na maelekezo ya mahakama. Mtuhumiwa aliweka fedha hizo kwenda kwenye akaunti yake binafsi badala ya akaunti ya mahakama kama alivyoagizwa. Jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi wa kina na mtuhumiwa atafikishwa mahakamani mara baada ya taratibu zote za kisheria kukamilika na hii ni taarifa ya habari ya Vioti FM Stereo. Na sasa ni habari za kimataifa. Aliyekuwa kiongozi wa waasi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Roger Lumbala, ameanza mgomo wa kula ili kupinga kesi dhidi yake iliyoanza wiki hii. Lumbala, ambaye aliwafukuza mawakili wake na kukataa kufika mahakamani baada ya siku ya kwanza ya kesi Jumatano akidai kuwa mahakama hiyo ya Ufaransa haina uhalali wa kumshtaki alitangaza mgomo wake wa kula katika taarifa iliyosomwa na mkuu wa mahakama ya jinai ya Paris marki Somera. Hata hivyo, Daniel Perisi, mkuu wa mpango wa Kongo katika shirika la serikali Trio International, moja ya makundi yanayowakilisha asasi za kiraia ameliambia shirika la habari la AP kwamba mbinu za Lumbala zinalenga kuvuruga ni juhudi za kuepuka uwajibikaji. Katika hatua nyingine, ameitaka mahakama hiyo kuhakikisha kwamba haki iliyocheleweshwa haizuiwi kutekezwa. Wizara ya sheria za Kongo na Ufaransa hazijatoa tamko kuhusu hali hiyo. Marekani na Urusi zimewasilisha rasimu pinzani za maazimio kuhusu mzozo wa Gaza kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, na kuibua hali ya mvutano kati ya mataifa hayo mawili yenye kura ya turufu katika baraza hilo. Wajumbe wamesema kura hiyo inaweza kufanyika mapema wiki ijayo. Rasimu ya Marekani inayolenga kuwezesha utekelezaji wa mpango wa amani wa Rais Donald Trump kwa eneo zima la Mashariki ya Kati. Kwa upande wake, Urusi imewasilisha azimio lake ambalo linajumuisha kuitambua Palestina kama taifa huku China ikiashiria kuwa tayari kuiunga mkono rasimu ya Urusi. Misri, Katari, Umoja wa Falme za Kiarabu, Pakistani, Saudi Arabia, Jordan na Uturuki zimeunga mkono hadharani rasimu za Marekani. Urusi, China na Marekani zote zinashikilia kura ya turufu katika baraza hilo. Hii kimaanisha kuwa azimio lolote wanalopinga haliwezi kupitishwa. Mtu mmoja ameuawa na wengine kujeruhiwa katika mashambulizi makali ya doni ya Urusi kwenye eneo la Drempo, mashariki mwa Ukraini. Haya ni kwa mujibu wa gavana wa eneo hilo Vladilasi Havanenko. Maeneo mbalimbali yaliathirika katika moto katika mji mkuu wa mkoa wa Drempo, lakini uharibifu pia unaoripotiwa kwenye nyumba za watu binafsi na magari katika miji midogo ya wilayani Mairove. Urusi pia iliripoti uharibifu kutokana na mashambulizi ya doni za Ukraine, wakati jeshi likiripoti kuwa ni droni sitini na nne pekee zilizogunduliwa kwenye anga ya Urusi, gavana wa Raizani Paveli Maikov amethibitisha kuwa mabaki ya droni yaliyoanguka yalisababisha moto kwenye eneo la kampuni moja iliyoripotiwa na tovuti ya Araista kwenye kiwanda cha kusafisha mafuta. Malkov pia amesema hakukuwa na majeruhi na kiwango cha uharibifu bado kinafanyiwa tathmini. Na mwisho wa habari za kimataifa, na sasa tuangazie habari za michezo. Na sasa ni wasaa wa habari za michezo. Meneja habari na mawasiliano wa Yanga Sports Club Alshabani Kamwe amesema wazo la kuanzisha shule ya mpira kuanzia vijana wadogo ilikuwa ni kukuza vipaji vya soka nchini. Mradi huo unalenga kuibua na kuviendeleza vipaji vya mpira wa miguu, na mgeni rasmi alikuwa dr Pitso Mosinmane kutoka Afrika Kusini. Sio idea ya ghafla, ni idea ambayo ipo kwenye vipaumbele vitano vya rais wa klabu yetu Injinia Hersi Said ambapo ivitoa kama mambo ambayo atakwenda kuyafanya akiwa kiongozi wa taasisi yetu. Katika mambo hayo matano, ahadi hizo tano, hii ya kusaidia vijana kukuza vijana ilikuwa ni mojawapo, na unaanza kuona idea sasa. Baada ya kuwa na hiyo ahadi, akaja akachakata idea yake, shirikiana na kamati tendaji, wakaja na Yanga soka School. Hii ni shule ya Yanga ya mpira chakata walishirikiana na wa wataalamu kama kinapisu wasumane kuweza kukata hizi uh, kategori za umri, watu gani wanatini, ili wakufundishwa mpira, ukisha tan football, ukishatan umri wa miaka kumi na sita saba tayari wanasema, sasa hivi kwa dunia ilipoendelea, umesha tan kwenye soka la ushindani, hiyo tayari tunasema ni level ya kushindana, sio level ya kufundishwa mpira. Ukiangalia Afrika tumekuwa na hiyo changamoto, watu wa umri wa miaka kumi na saba ndio wanafundishwa mpira, sio wanafundishwa kwenda kushindana mpira. 17 is all about, uh, tactics, uh, uelewe movement uelewe nini, lakini ikifika hapa katika AG watu oh, hawa aa ah, ni wadogo, miaka sita, miaka saba, wanafundishwa kupenda mchezo wa mpira mguu. Ndio maana muda mwingi wanafundisha technique tu hapo, kukaa na mpira, kucheza muda mwingi kufanyaje. Kwa hiyo inawasaidia hawa watoto kupenda mpira, na mwisho wa siku sasa, wakishapenda mpira wawatamani kujifunza zaidi. Miongoni mwa habari tulizokuwa nazo ni pamoja na Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania teki limekemea vurugu zilizotokea Oktoba 29, 2025 huku likitoa wito wa uchunguzi huru utakaoshirikisha wadau mbalimbali wakiwemo wa kidemokrasia ufanyike. Jeshi la polisi mkoani Geita linamshikilia Wema Haibe mwenye umri wa miaka thelathini na nane dalali wa mahakama kwa chuma za wizi wa kuaminiwa baada ya kuuza nyumba aliyokabidhiwa na mahakama kisha kuiba fedha milioni ishirini na mbili. Aliyekuwa kiongozi wa waasi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Roga Lumbala amekataa kula ili kupinga kesi dhidi yake iliyoanza wiki hii. Na katika michezo, meneja habari na mawasiliano wa Yanga Sports Klabu Alshabani Kamwe amesema kuanzishwa kwa shule ya mpira wa miguu kwa watoto klabu ni hapo ni kukuza vipaji vya soka nchini. Na huu ndio mwisho wa taarifa hii ya habari ya VOTFM Stereo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa taarifa hii, mimi ni Diana Masae. for the best local and international news